Msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila bila bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea. Eh, na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Mheshimiwa Waziri wa mambo mambo ya Ndani, natambua huko hapa, baada ya baada ya hapa fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao masharti yao ya uendeshaji yanafikia wapi. Na zile ambazo zilikuwa na shida shida, wape uangalizi wa miezi sita. Natambua ilikuwepo hii moja ya Ufufuo na Uzima, kaifungulie, ifungulie wape masharti wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko ya, na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa na sheria na katiba ya nchi yetu, masharti ya ya, masharti ya usajili waliopea na nendeni mkayaangalia huku ya mashariki. Akikosea mmoja, utaratibu wa kufunga wa wa kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ibada ni ushirika kati ya ya binadamu na Mungu, sio sio na askofu wake wala shehe wake. Ni, ni, ni, ni, ni ibada ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. mkakiangalia vizuri hicho kipengele ili akikosea shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu wasiadhibiwe waumini wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada, kufanya ushirika na Mungu wao. Mheshimiwa Rais anajali mahusiano ya nchi yetu, anajali umoja wa Watanzania na sisi wasaidizi wake tutalifanya hilo jambo kikamilifu.